Haikuwa rahisi kuwa rais, lakini ilivyoakisi siri wengi wanakuhisi baba. Ulijitolea kwa hali na mali kupambana na manduli walioipora nchi kwa masinia na bakuli. Baba ukabatizwa majina ya mganga ulipopambana kwa jino na upanga. Baba ukaitwa msaliti ya friti kijiti uliposimama tisi kwa kabili walawiti wa demokrasia baba. Baba ulitafuta haba na haba ya kura lakini haikujaza kibaba baba uliyejuta kuona mishale na nyuta ikitumika kuwaua Wakenya kwenye manyata baba. Hii leo baba wa demokrasia, uzalendo na ukombozi ukozii umezima mwili hauna uzima umezizima, baba. Hii leo zimezizima nafsi za wengi wengi wakiusaka msingi wa kesho kisiasa, baba. Hii leo umezima mshumaa uliowaka kwa miaka themanini baba. Hii leo taifa limekiri kupoteza kuondokewa kukimbiwa na wao wa thamani baba, baba oriti. Baba kwa heri, baba heri ni ngikwe mtazamaji, ni siku ya tano tangu kufa kufariki kwake na siku ya mwisho ya maisha ya Raila Amolo Odinga duniani. Serikali imempa heshima maziko ya kitaifa na mizinga 17 na sisi tutampa heshima ya mwisho kwa kuangazia taarifa na maziko yake kwa marefu na mapana. Makinika kwenye taarifa zetu za NTV wikendi, Jumapili hii kutoka Bondo, shamba la Raila Odinga, Opoda Farm. Tuko na Rutsamwey na mashari ya Mbugwa kutoka alikozikwa Kang'o ka Jaramogi. Tuko na Ouko kusa na Ibrahim Karanja kukupa kinachoendelea kufikia sasa, lakini mtazamaji, kwanza kabisa vipasho vipasho.